Mavanzu wa Froggystar Algi Mr Muriet mwenyewe na niko hapa kuwasalamia na ila kuwajulisha hali vile maisha imenipeleka hazwa na mahali nimevika kimaisha, yani na ndipo sasa tuko upande wa Kirinyaga kaunti, ndo nilikuwa nimetembelea rafiki yangu mwingine huku. At least nikaambia, afadhali nikutembelee, nikuje kuche, nijionee maisha ya huko vile huko so, na sitaki kuchukua fursa ama navazi mingi ama kujukua maza mengi, nataka tu niwaonyeshe vile maisha ya huku Meru, ama huku Kikuyuni azuaa hii upande wa Kirinyaga na Meru wa wanapanda nini na wanategemea nini kuhusu mapato ya mkate ya kila siku, na ndipo sasa tuko upande wa Mwea. Mwea ndipo upande huo mchele hutokea zana. Hazua wananji ama wanji wa huku wenye wanaishi huku hutegemea zana mchele, na ndipo leo nitawaonyesha wale hawajahai jua kuhusu mchele upandwa haje ama upandwa aje? Mchele huwa tunakula tu mchele, hatujui inatoka wapi, hatujui ni mmea gani. Na niko tayari leo kuwaonyesha mmea ya mchele vile hupandwa na vile humea, na kinye inahitaji mafadhalaiza, madawa, na hizo zote huwa inawekwa haje. Niko tayari kuwaonyesha leo. Msikue mbali, jina langu ama majina ni mengi yangu, ni Froggystar Alkimuriet mtoto wa baba, leo simi wa mama, kwa sababu huo ninasemanga kila kila siku eh. Sawa, mtulie muone hivyo venye una upande wa mchele, hasa tunaanzia shamba. Maji imelowa, imetapaka, imejaa kila mahali. Nataka niwaonyeshe muone vile sasa huo mchele huchomekaka sana wakati wa maji, ama huo inamea vizuri wakati wa maji, ikiwa imetapakaa ikiwa imeloa ikiwa imejaa kwa shamba. Nitawaonyesha hivi, mcheki muone hapo, hivyo kona mm? <coughs> E, acha nitokeleze twa kupanda mchele. Sasa hiyo ni ile imepandwa, ama inaendelea kupandwa mnapoona, na inaendelea kupandwa ile unaona huko kona. Green ni mbegu hiyo, mnatazama ni mbegu ya kupanda. Hiyo ni mbegu ya kupanda. Halafu tuangalie ile ishabandwa, imemaliza wiki moja, vile iko hiyo sasa ndio imemaliza wiki moja. Ukitazama kabisa ni ile imeangazia ama imetoka smart imetoka vizuri. Hiyo sasa ndio imepandwa kitu kwa wiki moja hivi kupita hiyo mnapoona, hiyo bado tunaongelelea kuhusu mchele, hiyo ndio mchele. La, itawapeleka hadi muone ile ime ile ime imekomaa, ama ile inavaa kukatwa. Iyo bado ni mchele, tunaitasama design kayo. Iyo bado ni mchele, iyo bado ni mchele. Mnatasama maji iko maji, imetabaka ama imelowa. Iyo ni mchele, iyo ni mchele, iyo ni mchele, iyo ni mchele, iyo ni mchele. na tofauti ukitazama upande wa, wa kulia, ama ya kulia, mnaona yani bado iko kidogo, bado iko chini, haijamea vizuri upande huo, mnatazama ijamea vizuri alafu, ukitazama upande mwingine ime imemea vizuri, hata maji unaona haina nafasi nyingi, yaani ni ile maji imetoshea, ndio mnaona hivyo. Hii, hii ya upande hii bado iko na wiki moja, na hiyo ya upande hiyo iko na wiki mbili na kitu ya yeah, unaona hivyo. Hiyo ni wiki mbili na kitu. Bado tunaangazia kuangalia ile mashimo bia iko kwa hii ng'anda, kwa hii ng'anda hiyo mashimo, afu nawapeleka tu mdogo mdogo mjiangalie. Nako, ako ako ndo inaitwa seedling bed. Seedling bed ama wanaita nazari, hiyo ndo seedling bed, ama ni ile inaitwa nazari. Ni mahali sasa, ile mbegu mliona huko kwingine ikipandwa, ndipo inatokea hapa, ambapo inatokea hapa, ambapo inatokea hiyo mbegu. Mbegu sasa ni hiyo mtu ama mwenye shamba sasa, ama mwenye hata hata kama unataka kununua tu, unakuja unaongea naye, unailipa anakutolea mbegu, unaenda kupanda kwako. Hiyo ni mbegu hapo. Maana basi, mnaona hakuna mchele, ni mahali iling'olewa, ndio ikapelekwa ipandwe mahali mingine. Ha, bado tunaendelea kujifunza mengi kuhusu upandaji wa mchele tunaendelea kujifunza mengi kuhusu upandaji wa mchele. Hiyo nako iko na wiki moja. Ukiona hivyo imekaa wiki moja kupandwa. Ukiona hivyo imekaa wiki moja ikibandwa, he he. Mm -hmm. Mm -hmm. Na kujifunza kuhusu upandaji wa mchele kuhusu upandaji wa mchele, hiyo iko na wiki moja bado, usisahau iko na wiki moja ikipandwa. Yo, sa maji inatokea ile shamba ingine ikiingia ile shamba lingine, maji inatokea ile shamba lingine ikiingia ile shamba lingine. Ukitazama ukitasama hapo chini unaiona maji inatokea upande huu ikienda upande huu mwingine. Hiyo ni mambo na wapandaji wa mchele. Alafu nataka niwapeleke hadi niwapeleke hadi ni hadi, hadi. ile mchele imemaliza wiki tatu Muone vile iko smart, yani iko kangari hiyo. Sasa mnatazama hapo mbele, niile iko na wiki tatu na kuenda juu, yani imekuwa smart pale. Kwa huko nako naona nikinunua shamba huku nikae kae kidogo, yani nichifunze mengi kuhusu kupanda mchele, ndo hata na mimi nikuwe mpandaji wa mchele hivyo hivyo, mnaona hivyo na wiki tatu na kuenda juu. Na hii iko na wiki, wiki moja hii iko na wiki moja afu ututu ndege tunapenda sana mahali kuna mchele, juu anapata tuchakula twao kutoka hapo, kama banzi, anapata kama banzi na vitutu vingineo. Hiyo ndege unatasama hivyo ndipo, ama, ndipo ama wanakaa hapo wakitafuta vyakula vyao. Ukiona ni mengi hiyo, mandege ni mengi hapa. Bado tunaongelelea kuzii mchele ya wiki tatu hii, sasa ndio yani haitachi maji mob, haitaji maji mengi, haitaji maji me majime, maji mengi. Ukitazama hivyo, ndo utachua kabisa haina maji mengi kwa sababu imemea yani ile ile. Sasa mzizi imeshajika imesha, yani tunasema ishashika chini, mzizi yao imeshika chini. Hello, hello, ndo hiyo nataka niwaonyeshe sasa. Hivo ndivo hukujaga ama tunakujaga na tunaanza kuzu, tunaanzia shamba ya mchele vile watu ama mpandaji huwa ufungulia maji yake kwa shamba, vile inaingiaka. Juu msione hii maji mtani, hiyo maji ni ile mudhani, ni ile imenyesha. Hiyo maji sio kunyesha, hiyo maji ni mtu kufungulia, ingie kwa shamba yake kutoka huko kwa mfereji. Niko tayari kuwaonyesha mpaka hiyo mfereji, lakini kwanza nataka niwaonyeshe kuhusu ama vile mbandaji wa mchele ufungulia aje? Ufungulia haje hiyo maji haswa. Mnapoona hapa hivi, kuna ka mtaro kadogo hapo, ndipo inateremsha maji ama inatoa maji kutoka kutoka kwa shamba lile ingine ikienda kwa shamba ingine. Hapa mnaona kwanza, hapo hiyo shamba mnaona haina mchele, haina mchele hiyo shamba. Ukijaribu kuangalia vizuri, haina mchele kwa sababu hii shamba ni kama ilitolewa mchele muda isiyokuwa mrefu upita, ndo tunaona hii shamba ime yani, kuna tukinyazi tumemea hivi kidogo, na ndipo huwa ama mbandaji ama mwenye, isha, mwenye hili shamba ndiye aliamua kufanya hivyo, na bato tutajua mengi kuhusu kuhusu venye alifanya ama venye aliajilia shamba yake ikakaa hivi, na bila shaka nawaonyesha hizo aswa sana kuchua tushue kuuzu hii shimo ama hii mfereji, na peleka maji huchimbwa haje ama uchimbwaje? Haya, tunataka tuone hivyo mtu ama hazua. Wapandaji wa mchele huku wanatumia sana sana panga, hawawezi ukapata wakitumia chembe kama ile tunatumia huko kwetu upande wa Bomet, lakini hutumia zana hii panga kuchimba kama mnavyoona hivyo. Wanachimba design kaa hiyo sasa, wanachimbachimba wanachimbua, wanachimbwa, alafu kunatokea shimo. Aha, ikishatokea tokea shika shimo kama ago sasa, hiyo shimo ndio inapeleka maji kutoka kwa hii shamba lingine, ama hii block ingine tute anata block azua akitaka kufunga akitaka kufunga sasa, ikijaa ikiwa imejaa kama hii mm. mnaona mnapoona hii shamba imejaa hivi, hii shamba hiza, mnaona hivyo imejaa maji. Akitaka kufunga, huwa anafunga kupitia ile matope ama mchanga, unafunga tu design kaa hiyo unaiweka kwa ile shimo ilikuwa ilikuwa imejimbwa, na maji kusimama, haitaenda tena kwa sababu ishafungwa, ama maji anasimama, haitaenda tena kwa lile shamba lilikuwa linahitaji maji, kwa sababu imejaa. Sasa tunaona ukishafungwa hivyo, maji sasa uzimama haisienda tena, hipo upaki tu ama yanapaki tu kutoka anayanabaki kutoka ile shamba ama ile shamba yenye ilikuwa inatokea. Ndipo sasa nataka hapo tumetoka, kwa sasa ndio tunataka kutoka kwa hii shamba yenye ilikuwa na maji mengi. Ndio tunaelekea sasa shamba la mchele ama penye mchele, sasa inapandwa ama kulingana na ivile inalimwa shamba, alafu ipandwe mchele. Msubiri muone, utaona tu, mjione at least mchue mchele kutoka ama wapandaji wa mchele watumia nguvu mwingi kulima mchele. Mnapotuona, mwenye waletea ni Alex Muriet, bali mengi nachuonea kwa YouTube ama Facebook ama TikTok, unaipata yote filivyo register. Mtoto wa baba, siwezi sema ni wa mama leo.